katika sura tutauba tutakuwa na kisimamu kiasi, kwa sababu sura tutauba mehwari kubwa au mzunguko mkubwa wa husiana na wanafik, vitendo vyao, mambo yao, imewakashifu sana, kama namna tutakavyokuja kuona huku mbele, lakini kabla ya kuingia kuizungumza sura kuzungumza aya katika suratu Tauba, napenda nitangulize baadhi ya mukaddima. Kwa mfano, kwanza tuzungumze suratu Tauba ina majina mangapi, tuzungumze suratu Tauba iliteremka lini, tuzungumze maudhui yaliyomo katika suratu Tauba na kwa nini suratu Tauba haianze na bismillahi. Baada ya kuzungumza vitu hivi ndipo tuanze kujua, je, aya za wanafiki zimeanzia wapi mpaka mahali gani? Jambo la kwanza, ndugu zangu, katika sura 114 za Qurani, sura ambayo ina majina mengi zaidi ni Suratul Fatiha na Suratu Tauba. Suratu lfatiha ina takriban majina kumi au zaidi, na Suratu tauba vile vile ina zaidi ya majina kumi. Sura zilizobakia ni majina mawili jina moja basi, yamezidi sana ni majina matatu. Lakini tunapokuja kwa hizi sura mbili, Suratu lfatiha na Suratu Atauba, zina majina mengi kwa nini? Ni kulingamana na maudhui yaliyomo ndani ya hizi sura mbili. Miongoni mwa majina ya Suratu Tauba, imeitwa hivyo hivyo Suratu Tauba, na ndilo jina ambalo kwamba limetangaa zaidi. Kwa nini imeitwa Suratu Tauba? Imeitwa kwa sababu ndani yake kumezungumziwa kilma cha tauba, kimekaririka katika baadhi ya ayati, na miongoni mwa aya ni ile tauba ambayo Mwenyezi Mungu aliwateremshia wale masahaba watatu ambao wa hawakwenda katika vita vya Tabuk, kama namna tutakavyokuja kuwazungumza na kuwataja huko mbele. Suratu Tauba imeitwa Suratu Baraa kwa sababu gani? Kwa sababu imeanza na baraatum min Allahi wa rasulihi ila ladhina ahadtum min almushrikin. Baraa ni kuepukana Baraa ni kutandukana. Suratu Tauba katika majina yake yaitwa Almushakshika. Almushakshika tafsiri yake ni kama baraa tabria, manake kuepukana. Suratu Tauba imeitwa Almubathira. Kwa nini imeitwa Almubathira? Ni kwa sababu ni sura ambayo imevurundua, bathara yubathiru ni kukitoa kilichoko chini kwa kileta juu katika suratu, suratu aladiyati la Mwenyezi Mungu asema afala yalamu ya idha buthira ma fi lqubur, si kwamba kwamba vitatolewa vilivyomo ndani ya makaburi. Na suratu tauba miongoni mwa majina yake imeitwa ni almubathira. Miongoni mwa majina ya suratu tauba ni almusharida manake ni sura ambayo ni atarida yenye kufukuza. Imeitwa hivyo kwa sababu ya kufukuza wanafiki. Suratu Tauba imeitwa almukhzia, ni sura ambayo imekuja kwa ajili ya kufedhehesha, ikafedhehesha vitendo vya wanafiki. na Mwenyezimungu katika Qurani katika hii sura, aya ya pili, Mwenyezimungu asema fasihu fi lardi arbaata ashhurin

haikuwacha kwa teremka waminhum waminhum waminhum, asema hata dhannu annaha lan tubikia ahadan minhum mpaka mwisho. Wanafiki wenyewe wakadhania ya kuwa haitombakisha yoyote, manake zile waminhum zimeregeleka mpaka wenyewe wanafiki wakajua, kwa hali hii tutatajwa mmoja mmoja katika sura Tauba. Miongoni mwa majina ya Surat Tauba ni almuthira muthira ni ina maana ya kutoa pia kuvurundua kwa sababu imetoa akhrajat nawaya almunafiqin, imetoa zile nia na yaliyofichika ndani ya wanafiq. Miongoni mwa majina yake ni suratul hasira. Kwa nini imeitwa suratul hasira? Kwa sababu vile vile imetoa wazi yaliyoko ndani ya nyoyo za wanafiq. Imeitwa almunakila ni sura yenye kuadhibu. Imeitwa almudamdima, ni sura yenye kuangamiza. Imeitwa ni suratu lbuhuth. Buhuth ni mubalagha ya albahthu. Albahthu ni kuchambua. Mwenyezi Mungu katika suratu Tauba amewachambua wanafiki vya kutosha, mpaka sura hii ikapewa jina ikaitwa suratu lbuhuth na ukisoma baadhi ya vitabu vingine wanaandika kwa aini, wanasema ni suratu albuuth kwa aini. Buuth ni kuchambua, buuth ni kutuma, na wanaosema ni suratu lbuuth ya kutuma wametegemea ile aya infiru khifafan wa thiqalan, wamesema ni buuth kwa sababu imewatoa watu waende katika kupigana jihadi. Mwisho kabisa, suratu tauba imeitwa ni Suratul Adhab, ni sura ya adhabu kwa sababu ndani ya sura hii kumekaririka mambo ya adhabu. Wanafiki wataadhibiwa hivi, wanafiki wataadhibiwa hivi, mpaka mwisho ikapewa jina ikaitwa ni Suratu al Adhab. Suratu Tauba ina maudhui gani? Suratu Tauba maudhui yake ni mawili peke yake. Maudhui ya kwanza ukianzia mwanzo wa sura baraatun min Allahi wa rasulihi ila ladhina ahadtum min almushrikin. Mwanzo wa sura ukienda mpaka aya ya arobaini, hii ni topic moja, wala haina haina kutofautiana, wala kwenda huku na huku. Mwanzo wa suratu tauba mpaka aya ya arobaini, zisome hizi aya, utaona maudhui yake ni mamoja. Maudhui gani? Ni maudhui ya kuvunja mikataba iliyokuweko kati ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Yaani, baada ya kuteremshwa sura hii, mikataba yoyote ambayo ilikuweko kati ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu ilikuwa imebatilishwa kabisa, hakuna tena, ila kwa masharti ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ameyazungumza na nusu ya pili kuanzia aya ya arobaini na moja uende mpaka mwisho wa sura Tauba. Nayo ni maudhui mamoja tu mwadhu, ni wanafiki kwenda. Kwa hivyo sura Tauba maudhui ni haya mawili: kuvunja mikataba iliyokuwekwa kati ya Waislamu na makafiri eh, kueleza sifa za wanafiki moja mpaka arobaini ni kuvunja mikataba arobaini na moja mpaka mwisho wa sura ni kuzungumzia uh, masala ya wanafiki na suratu tauba ina aya mia moja ishirini na tisa ina maana aya nyingi ukitoa arobaini ina maana nyingi katika hizo maudhui ilikuwa ni kuhusiana na wanafiki suratu tauba iliteremka mwaka wa tisa Yani kabla ya mtumi sallallahu alaihi wa alihi wa salam kugura kwenda Madina kwa mwaka em, kabla ya mtumi Muhammad sallam kuondoka duniani kwa mwaka mmoja, iliteremka hii Suratu Tauba, na ndiyo maana wameyafikiana ulamai wote wa tafsiri ya kuwa Suratu Tauba ndiyo akhiru ma nazala min alqurani, ndiyo sura ya mwisho kuteremka katika Alquranu lkarim iliteremka kwa sababu iliteremka kabla kidogo ya kuondoka bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ilipoteremka hii sura, na ilikuwa musimu wa haji huko karibu, mtumi alimtuma Sayiduna Abu Bakrin aende Makka akaongoze ibada ya hija baada ya kuongoza ibada ya hija awakusanye watu wote katika Alkaba, awasomee Suratu Tauba. Awasomee aya gani? sio Suratu tauba yote awasomee Suratu Tauba mwanzo mpaka arobaini, kwa sababu hii ndiyo inaozungumzia maudhui ya kutangua aa, mikataba na kuivunja ile mikataba iliyokuweko. Sayiduna Abubakrin Sidiki akatoka wakati yuelekea Maka akafika mahali, ghafla akamwona Sayiduna Ali nyuma yake. Sayiduna Ali ametoka Madina kwa Mtumi. Alipomfikia Sayiduna Abubakari akamwambia, Mtumi sallallahu alaihi wasalama amenituma amesema wewe ndio kiongozi wa haji, tukifika kule hija wewe ndiyo kiongozi wa hija wewe ndiye mwenye kuongoza ibada ya hija mpaka mwisho. Ama hizi aya za Suratu Tauba, Suratu Baraa, mtumi amesema mimi ndiye mwenye kuzisoma wasomea watu. Saidna Bakari akashangaa, kuna nini? Akarudi mpaka Madina kwenda kumwambia mtumi, aunzila fiya sheiun kweni, labda nimemkosea Mwenyezi Mungu mpaka Mwenyezi Mungu ameteremsha aya za kuwa mimi sifai eh, kwenda kuzisoma hizi aya katika, katika musimu wa haji. Mtume akamwambia, laa, hakuna aya zozote zilizoteremka, lakini hizi aya hizi za suratu Tauba mwanzo mpaka arobaini, la yuballighuha anni illa rajulun min ahli beiti. Hizi aya hakuna anayefaa kuzifikilizisha kwa watu wa Makka, ila ni lazima awe ni mtu katika familia yangu ni nani huyu mtu katika familia yangu? Nimemchagua Ali ndiye atakayekwenda kuzifikisha hizi aya za suratu Atauba. Kwa nini basmala imepomoka katika suratu Tauba? Leo qurani nzima, sura zote mia moja kumi na tatu

miongoni mwa hizo jawabu, alimamu Lqurtubi ametaja takriban jawabu sita, kwa nini bismillahi rrahmani rrahim haimo katika Suratu Tauba? Majawabu sita ameyataja katika haya majawabu sita. Ili kukurubisha haya maudhui yetu tunayoyazungumza, tushikieni jawabu moja tu. Jawabu lenyewe

kwa sababu ndugu zangu, kwa wale wanaoisoma Qurani, suratu Anfal ilivyomalizika na suratu Tauba ilivyoanza utaona maudhui ya karibiana sana. Kwa mfano suratu Anfal imemalizika na zile aya, mwenyezi Mungu asema waumini wao kwa wao ni marafiki, makafiri wao kwa wao ni marafiki ndivyo zinamna zilivyomalizikia mwisho wa suratu lamfali kisha ikaanza baraatun min Allahi wa rasulihi ila ladhina ahadtum min almushrikin, kuonyesha ya kwamba mungu na mtumi wako mbali, hawako karibu, hawana urafiki na yoyote ambaye iwaswifika na swifa ya shirki. Kwa hivyo Ibnu Abbasi amuliza Sayidina Ali amwambia kwa nini hakukuandikwa bismillahi rahmani rahim kati ya Suratu Lanfali na Suratu Atauba, na wakati ukiangalia maudhui yake yakaribiana. Na ukiangalia, ndugu zangu watukufu Waislam, Qurani imegawanyika, kuna aya ambazo kwamba ni miin zime, ni aya mia mbili kwenda kwenda mbele, kisha kuna zile ambazo kwamba ni aya mia moja mia moja

tumependa tuitangulize hivi kwa sababu ndiyo sura ambayo ina mazungumzo mengi kuhusu wanafiki. Hatukufanya hivi katika suratu Tauba wala hatukufanya hivi katika suratu Ali Imran wala hatukufanya hivi katika suratu Nisa kwa sababu hizi sura tatu wala katika suratul Maida kwa sababu hizi sura nne, ingawa ndani yake kuna aya za wanafiki lakini maudhui yake hayakuja kwa wingi kama ambavyo maudhui haya yamekuja kwa wingi katika Suratu Tauba. Hii ni kuonyesha ya kuwa Suratu Tauba ina mengi mengi ya sisi kujifunza. Ikiwa tutaka kujua tabia za wanafiki na vipi tutawaepuka wanafiki, lazima tuisome Suratu Tauba na tuisome kwa makini, tukianza mwanzo mpaka arobaini itakuwa twasoma mambo ya kuvunja mikataba ahadi ambazo Waislamu waliwekea nazo na makafiri na kuzitangua ahadi kama zile. Lakini tunapokuja kuanzia 41 sasa, hapa ndio twazungumzia vita vya Tabuk na twazungumzia ile nifaq iliyodhihiri katika vita kama hivi. Ndugu zangu watukufu, Waislamu, hatuwezi kuizungumza Suratu Tauba, hatuwezi kuzizataja aya za, za wanafik katika Suratu Tauba ila kwanza tupate ishara nyepesi, tujue vita vya tauba vita vya Tabuk ni vita sampuli gani, ndipo tupate ile khalfia ya kuwajua wanafik walikuwa na dori gani katika vita vya Tabuk. Na hilo ndilo ambalo kwamba insha Allahu tutalifanya katika halaka yetu ijayo. Kwanza tutaeleza vita vya Tabuk Japo kwa ufupi, ndipo tuanze kueleza ile adwaru lmunafiqina fi ghazwati Tabuk mpaka tumalize tuingie katika sura nyingine. Twamwomba Mwenyezi Mungu kwa ukarimu wake na rehma yake atubarikie kwa haya tuliyoyazungumza na atujaalie min alladhina yastamiuna alqaula fayattabiuna ahsana. subhanaka allahumma la ilma lana illa ma alamtana innaka anta alalimu lhakim